Mmoja wa mikoa ambayo kama tungekutana mwaka jana mwezi wa kumi na moja ambao pia ningeutaja kwamba hauko katika mfumo wa gridi ya taifa ulikuwa ni mkoa wa Kigoma, lakini mwaka wa jana tarehe kumi na nne Desemba umeme wa mfumo wetu wa gridi kutokea kituo cha Nyakanazi na substations ambazo tulizijenga pale Kidahi Kigoma tuliweza ku, ku, kuwasha umeme wa gridi katika mkoa wa Kigoma. Sasa jambo hili limetupunguzia gharama kwa sababu Kigoma pale tulikuwa tunazalisha umeme kuwapatia wananchi wa Kigoma kwa kutumia eh, generator za diesel, ambazo kwa mwaka matumizi yake ya mafuta na matengenezo zilikuwa zinafikia bilioni 58.4. Kwa hiyo kiwango hicho cha fedha tumefanikiwa kukiokoa kwa ku weza kuunga ule mkoa katika mfumo wa gridi ya taifa, lakini nimesema mwishoni mwa mwezi huu mkoa wa Katavi utaungwa pia kwenye mfumo wa gridi ya taifa, na hivyo tutasitisha uzalishaji wa umeme katika eneo lile kwa kutumia majenereta ya diesel, ambapo pia tunataraji kuokoa jumla ya shilingi bilioni 27.5 kwa mwaka ambazo tulikuwa tunazitumia kwa ajili ya kuzalisha umeme wa mafuta katika eneo lile pamoja na matengenezo ya mitambo. Mkoa wa Rukwa, matumizi ya mafuta yapo kwa kiasi kidogo, kwa sababu sehemu kubwa ya umeme tunaotumia kuulisha mkoa wa Rukwa tunaununua kutoka katika nchi ya Zambia. Nimesema kwamba mkoa wa Rukwa haujaingia kwenye mfumo wa gridi ya taifa kulingana na jiografia yake. Lakini nimesema mwakani au 2027 katikati kupitia mradi ule wa laini kubwa ya kusafirisha umeme kutoka Iringa, Mbeya, Tunduma mpaka Zambia, mkoa huo utaungwa kwenye gridi ya taifa.